Tunapenda sana kujitunza, tunapenda sana kuto kufanya mapenzi kabla ya ndoa, lakini tunakutana na wanaume tunawapenda na wanataka kufanya mapenzi kabla ya ndoa, tuwajibuje hawa wanaume na tusi wasituache? Kwa sababu uki, uki inavyoelekea sasa, binti akisema hapana anapigwa kibuti. Very good, nitoe maangalizo mawili. Mm. La kwanza, ukimkatalia kijana wa nyakati hizi nyakati hizi mm. Sex. mm. siwezi kukugarantii kwamba hutaachwa. Kimsingi utaachwa wa nyakati hizi, nyakati hizi hiyo <laughs> nikwambie tu ukweli, dada, unanisikiliza utaachwa, kwa sababu vijana wengi siku hizi ngono ni, ni, ni kama kashughuli fulani kanachowafanya maisha yao yaende yaani. <laughs> activity shughuli fulani hivi ambacho wasipokafanya maisha yanasimama, ambayo ndio inanipeleka kwenye mm. angalizo la pili. Angalizo mm. la pili, mwanaume yoyote ambaye anapenda sana ngono ni dalili ya kwamba hamekosa sifa za kuwa mume anayefaa wala. yes. mm. in fact, ukitaka kupima stamina ya kihisia ya mwanaume stamina ya kihisia ya mwanaume ukitaka kuipima, wewe binti unayenisikiliza, mnyime ngono. Ukiona mwanaume ukimnyima ngono, mnagombana, ujue huyo mwamba <laughs> huyo mwamba, kaa naye tumbali, kaa naye tumbali. Kuna mawili, ni aidha lengo lake la kuwa na wewe ilikuwa ni ngono au la pili, inawezekana kwake yeye ngono ndio kitu kinachofanya maisha yake yaende, yeah. Yani yuko addicted to that, kama ambavyo mwingine anakunywa pombe, mwingine anatumia madawa ya kulevya, mwingine anatumia bangi, mwingine hmm, anatumia... ni yeye huyo uliyokutana naye anatumia ngono. Kwa hiyo anakutumia wewe kama kipunguza stress. Mwanaume yoyote ambaye yuko stable emotionally na ana vision yake Sisemi kwamba hatataka kufanya ngono lakini ukimnyima haitakuwa ugomvi hatogombana na wewe atakwambia atakwambia it's okay darling, take your time, take your time. Lakini kuna kuna vita yaani baada ya nusu saa, yaani ndio umenibania yaani yani, ndio auji yani, nakwambia nakwambia tunaachana. Aweka naye mbali <laughs> <laughs> huyo.